Bali. Kuwa, ya saizi nichukue nafasi hii kwa kuambieni maandalizi yetu timu ya Dodoma Jiji ni kwamba amekwenda vizuri. Nadhani tutakuwa na session fupi kwa siku ya leo kwa ajili ya kuelekea kwenye mechi yetu ya kesho. Lakini so far so good ni kwamba e, wachezaji wako tayari, sisi benchi la ufundi tuko tayari. Tunatambua kwamba tunaenda kucheza mechi ambayo at least ni timu ambazo hazijapishana sana, lakini nafikiri ni timu nzuri kwa maana ya Pamba Jiji ya, nadhani wako na quality nzuri kwenye kiwanja lakini pia mwalimu ambaye yupo alikuwepo katika timu hii. Uh, so kuna ugumu ambao tunategemea kuupata kutoka kwenye upinzani, lakini kwa namna ambavyo tumewaandaa wachezaji wetu, na namna ambavyo tumefanyia marekebisho kutoka kwenye mechi ambayo imepita, japokuwa siku ni kama hakuna muda hapa, lakini tumeweza kuzungumza na wachezaji so nafikiri mechi ile iko kwenye kichwa chao tayari na, na focus kubwa iko kwenye mechi ya, ya kesho ili tuweze kupata matokeo. Hatujafanya vizuri kwenye mechi mbili zilizopita. Nadhani tulikuwa na mechi nzuri katika uwanja wa Kwala, hatukupata matokeo. Then, tulikuwa na mechi nzuri pia hapa dhidi ya, ya Mtibwa Sugar, hatujapata matokeo. Nafikiri ni mechi ambazo tumezicheza kwa namna tofauti. Intensity ya mechi ya kwanza haikuwa nzuri na nafikiri tulikuja tukazungumza na wachezaji. Then, intensity ya mechi ya pili kwenye mechi ya Mtibwa hapa mnaweza kuangalia, wote mnaweza kuwa mashuhuda kwamba at least timu ilicheza katika tempo ya juu. Kwa hiyo ni timu ambayo inaimarika kitu ambacho kilichoweza kukosekana katika hizo mechi mbili ni namna ambavyo tunaweza kutumia nafasi katika eneo la mwisho. Katika mechi ya Mtibwa, mechi inaweza kuonekana sare, lakini ni kwa sababu vijana wamepambana sana, lakini umaliziaji au matumizi ya nafasi atiisi kupata hata nafasi moja iweze kutumika kubadili kupata point tatu, eh, ilikuwa ni ngumu na nafikiri hilo ndio jambo ambalo limetupelekea kuona namna ambavyo tunaweza kufanikisha kwenye mechi ambayo inayofuata. Tunaelewa ni mechi tofauti lakini nadhani ni issue ya kisaikolojia wakati mwingine. Huenda labda vijana wanabeba pressure kubwa sana kuelekea kwenye mechi, hususan ni mechi hizi ambazo tunazocheza nyumbani, lakini sisi kazi yetu ni kushusha ile pressure kwa wachezaji kusudi waweze kutoa ubora wao. Tunaamini tuko na wachezaji ambao wako na quality lakini bado hatujashuhudia ile quality. Nadhani kuna kitu cha ku, cha kuendelea kuzungumza nao kuwaweka chini ili kusudi waweze kuonyesha ule ubora wao. Mimi ninaamini timu inaimarika Siku hadi siku. Kama tumeshafikia katika fezi ya matumizi ya nafasi, maana yake tumefanya ma, ma, masaisho mazuri kwa kuzungumza nao, lakini pia katika training ground kuona kwamba tunapata ubora wao. Nikija kwenye swali la soka la vijana e, so, mimi ni muumini wa soka la vijana kama ambavyo umetangulia kuzungumza, na nafikiri ilikuwa ni nafasi nzuri ya kuendelea kushuhudia kipaji cha mtoto wetu Kasanga na kama ambavyo umezungumza ni kweli kwamba sisi kama walimu tunapaswa e, tunatengeneza au experience players tunaendelea nao, lakini muda huo future ya watoto ikoje? Kama kuna watoto wanaonyesha, mimi pia ni muumini sana wa jambo kama hilo, na nafikiri muhimu ni kuendelea kufanya kazi. Nishafanya mazungumzo pia na na, na kocha wa under 20. Nafikiri nimekaa naye kujaribu kutembelea ile camp, kuona namna ambavyo tunaweza tukagurumu pia wachezaji kwa ajili ya future nayo kuja. Kwa hiyo kuzungumzia mchezo huu, either wataendelea kupata nafasi au vijana lakini pia kuna future nzuri ya under 20 ya Dodoma, lakini pia kuna future nzuri ya soka la, la timu ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ninafikiri tu kwamba ni swala la muda, vitu vyote uweze kuja ndani ya mechi moja au mechi mbili ufix vitu vyote. kama tukiwa na subira, basi kila kitu tutakiona kiko vizuri. hapa kwa sasa hivi tunatafuta matokeo, lakini muda huo huo tunatafuta performance ya timu, lakini muda huo huo hawa vijana wanaoonyesha tunawasaidiaje. kwa ni kitu ambacho kinahitaji muda muda muda muda kiasi fulani. Ah, habari za muda huu uh, kwa majina anaitwa Aa, nikizungumzia mchezo wa kesho, mchezo wa kesho kama sisi wachezaji tupo tayari katika mchezo wa kesho. Aa, kesho mchezo hautakuwa rahisi, mchezo utakuwa mgumu kutokana na wapinzani wetu jinsi walivyo, lakini tunaingia katika mchezo huo kwa kutafuta pointi tatu muhimu. Kwa hiyo nawakaribisha mashabiki wetu wa Dodoma waliokuwa pembeni za Dodoma waliokuwa katikati ya Dodoma, kesho waje kwa wingi kutushangilia vijana wao, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho matokeo ya pointi tatu muhimu yatapatikana.